Watu wote wa majiji majiji, yote majiji yote, msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia. Hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu, usichukue ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu, tushughulikie jambo linalohusu utaratibu. Bidhaa yake aachiwe, bidhaa halali aliyonayo mtu aachiwe. Bidhaa hiyo ni mtaji, tuziwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubaliki. Na mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya Wafatilieni wale waliochukua bidhaa hizo warudishi. Kama wamepotea nazo ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa zile za kwapo. Haya ni mambo ambayo yabari, tusicheze na mitaji hii. Mitaji ni ofisi ya yauli uaiamepiga amekaahapa <tipa> siini anamfumuafumua ibebawaibebanini haya hayakubaliki. Hii ni mitaji ya watu, hizi ni ofisi za watu. Ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatutapiga vita umaskini kama hatutaheshimu sekta binafsi, kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na, na, na, na, na mzigo wao. Vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane huo mzigo wameupeleka wapi. Kama wametokomea nao, wachukuliwe hatua kama wezi wengine. Kuwa ofisi ya jiji haikupe uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu, kupoka mali ya mtu. Tumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia. Na nitakuwa nafuatilia kila mkoa ninapopita, nitakuwa natembelea maeneo waliko raia kila mkoa ninapopita. Mama yetu hapendi uonevu, rais wetu hapendi raia aonewe, rais wetu ni mtu wa haki. Alisema hata kama mtu amedaiwa deni, kubwa kuliko eneo anayotakiwa, arejeshewe. Wewe unakuaje huku mtaani, mtaani huku unapora mali ya mtu. Hili halikubaliki. Kwa kuwa, waambie jiji hawa, watakuwa wanawajua, muulizeni kijana, inawezekana anajua hata majina yao na anawajua, watafutwe.